Dunia ya masumbwi inaomboleza kifo cha bondia wa Nigeria, Gabriel Oluwasegun Olanrewaju, aliyefariki dunia baada ya kuporomoka ulingoni wakati wa pambano lililofanyika katika ukumbi wa Bukom Boxing Arena jijini Accra, Ghana. Tukio hilo la kusikitisha lilitokea Jumamosi, Machi 29, 2025, wakati wa raundi ya nane ya pambano kati yake na bondia John Mbangu kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wa taarifa ya mamlaka ya ngumi ya Ghana GB. Olanrewaju alizimia ghafla ulingoni na juhudi za madaktari kumwokoa hazikufua dafu. Bondia huyo mwenye umri wa miaka 40, ambaye alikuwa akifahamika kwa jina la ulingoni Success, alikuwa na rekodi ya kitaalamu ya mapambano kumi na tatu ya ushindi, nane ya kushindwa, na mbili ya sare, huku akishinda kwa knockout mara kumi na mbili. Msimu huu alikuwa akishiriki kwenye mashindano ya ngumi ya kitaalamu ya Bel 7star Energy Drink ambayo yamekuwa yakifanyika nchini Ghana. Kifo chake kimezua majonzi makubwa miongoni mwa mashabiki na wadau wa ndondi, wakisisitiza haja ya kuimarisha hatua za usalama kwa mabondia. Kwa sasa, mamlaka husika zinaendelea kuchunguza chanzo halisi cha kifo chake, huku familia na marafiki wakiomboleza msiba huu mzito. Pantaleo Lugwisha, SQF TV.